Hongereni kwa matokeo na hatimaye kombe la pili. Tunashukuru sana, tunamshukuru Mungu pia na tunashukuru wachezaji na benchi la ufundi. Wamepambana ubora wa timu tumepata tunachostahili, kwa sababu kama mnavyoona Singida wazuri wa moto, yani maona, eh, wamecheza mpira mzuri sana. Yani ingekuwa sio ubora wa kikosi chetu, sasa hivi tungekuwa tunaongea mengine maana halisi ya timu kubwa na kikosi kipana. Kwa hiyo nadhani wakati wanacheza kipindi cha kwanza kocha uh, alikuwa anaangalia kipindi cha pili, amewapanga wachezaji wake vizuri, wamerudi, wamepata matokeo tena mazuri. Tunarudi Dar es Salaam kwa kishindo kabisa, kulianzisha liparedi letu kesho. Uh, liparedi, yani kesho mji unakuwa hivi tu Ukiongelea uchezaji wa Clement Nzinze, kwa sababu amekosa magoli mengi sana kipindi cha kwanza na cha pili pia, na leo sijui alikuwa na bahati gani mbaya, naona ilikuwa sio siku yake, lakini ni mchezaji mzuri, mnaona kama vile anatupatiaga ya matokeo mazuri kwenye mechi ngumu, lakini ndio hivyo kwa leo, naona ilikuwa sio bahati yake, lakini tumeshinda, tunashukuru. Ha, msimu ujao ndugu yangu mbali, yaani hapo tuombe heri, inshallah tukijaliwa msimu ujao, maana ndo kwanza mechi sijui mwezi wa kumi, sijui ligi ndo inaanza, tuna miezi kama miwili hapo ya mapumziko. Nadhani wataendelea kuwa bora zaidi na kutokana na wachezaji wengine ambao wataongezeka wa usajiri, kwa sababu msimu ujao tunahitaji kuwa mbali zaidi kimataifa. Msimu uh... uliopita na sasa hivi kuna utofauti gani mkubwa? Sidhani kama kuna utofauti sana, mi nadhani msimu ujao unaweza ndo kwa tofauti zaidi, kwa sababu msimu huu tumekwama kimataifa, tumeishia mwanzoni kabisa, lakini nadhani msimu ujao utakuwa moto sana, na tunataka timu ifike mbali kao. Nadhani saa hizi injinia anapambana kuongeza pale, nadhani kwenye sehemu ya ushambuliaji kidogo tunapwaya, nadhani ataongeza palipobakia. Ishara gani bwana, nanyie mnakariri mtu asiwapungie watu jamani. Kwa hiyo mtu injini hapa akifanya hivi kwa hivi, mashabiki mashabiki ni anaaga? Haipo hiyo anakuwa yani, kwa sababu mashabiki wanamsupport, kwa hiyo anafanya ni kama anawashukuru, ndio maana inakuwa vile, sio kwamba eti anaaga, uwezo wa kuaga hapana. Injinia yupo kwa ajili yetu, viongozi wenzake pia wapo kwa ajili yetu, kuhakikisha tunapata mazuri zaidi ya tulionayo leo. Tunawashukuru sana. Tuna quality nzuri ya wachezaji tulikuwa na quality player wazuri na ndio maana. Yani wale Singida eh, wako vizuri yani, wale ndo wangekuwa simba wale, sasa wangekuwa nafasi ya mbili, ila ndo hivyo wako vizuri sana Singida yani, hata simba yaani simba itakiwa nafasi ya sita, sema ndio hivyo ujanja ujanja kapita pita nini kapenya, ilikuwa inabidi iwe nafasi ya ngapi? Aitakiwa nafasi ya sita, ana timu lakini mule kumbuka kuna mpanzo. mpanzo ndo nani bwana wewe? mpanzo ulimuona juzi ni anajamba <laughs> mambo yalikuwa magumu. sisi tuna demo nzuri, wale kelele nyingi sokomba, yani mongo, lakini sio kwamba hawana ubora wa wachezaji yani. Yenyewe kuwekwa nafasi ya pili pale washukuru Mungu, lakini hawakustahili kabisa kuwa pale. Yaani pale Singida Big Stars wangefanya kuwa pale sawa, asante.